Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu Malimo Matias Sunguno kwa jina maarufu Gohe, mwenye umri wa miaka 41, kifungo cha miaka 30 jela baada ya kumkuta na hatia ya kumbaka mtoto wa miaka 13 mwenye ulemavu wa kusikia, yani kiziwi. Hukumu hiyo imesomwa Aprili 8 mwaka 2025 na hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Ndeko Dastan Ndeko. Kwa mujibu wa Hakimu Ndeko, mshtakiwa alitenda kosa hilo katika kesi hiyo ya jinai namba 29042025 kinyume na vifungu namba 131 2E na 1311 moja moja vya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Baada ya kupitia vifungu vya sheria na kujiridhisha kwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa jamhuri ambao haukuacha shaka lolote, na hivyo mahakama hii imemkuta na hatia ya kumbaka kigori mwenye umri wa miaka 13, jina limehifadhiwa, alisema hakimu huyo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe nne mwezi wa kwanza mwaka 2025 katika kijiji cha Nyambui kilichopo ndani ya wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza, kwa mwathiriwa ambaye ana ulemavu wa kusikia na kuongea. Vilevile vile, mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kapala wamesema mahakamani hapo kuwa mtuhumiwa alifikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama hiyo tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2025, na, na kusomewa shtaka la kubaka ambapo mtuhumiwa alikana kutenda kosa hilo. Upande wa mashtaka ulileta mashahidi watano akiwemo mhanga chini ya usaidizi wa kutafsiri lugha za alama na ishara kutoka kwa mwalimu na mtaalamu wa lugha za ishara. Aidha, mshtakiwa baada ya kusomewa hukumu hiyo alitakiwa na mahakama hiyo kujitetea kwa nini asipewe adhabu kali, hali iliyopelekea mshtakiwa kuiomba mahakama impunguzie adhabu kwa kuwa umri wake ni mkubwa na kwamba kama atapewa adhabu kali ya miaka 30 atafia gerezani. Hata hivyo, hakimu Dastan Ndeko alitupilia mbali ombi hilo na kumhukumu kwenda jela miaka 30 ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.